Ikifanya utundu babangu, anajua wewe kama mzazi, wewe kama mzazi unamjua mtoto wako kiasi gani? Maneno sasa, tunaambiwa tu watoto wa siku hizi wako tofauti, lakini hebu jiulize, huyu mtoto wako kwa nini wa jirani yako ako sawa, wako ndio yuko tofauti? discipline inaanza na sisi wazazi. Sawa kabisa, wazazi wenzangu. Kuna siku mimi nilienda mkutano hapa Lutsangani sekondari, ikiwa watoto wamegoma, na tukawa tunatafuta suluhisho kuharmonize watoto watulie. Nilishangaa mzazi anasimama anaanza kuota principal kwa kidogo hmm. Na anasema atamtoa huyo principal wewe mzazi uta... kama wewe mzazi unaweza kureact namna hiyo unatarajia mtoto areact namna gani? hmm. hmm. kwa nini watoto ishi wa 200 hawajarudi shule mpaka leo? Wewe mzazi umechukua hatua gani? oh. wana wana kwa sababu Mm. Kama wewe huoni makosa Zilero, ndio, ya kuweza kukaa eh, mtoto wako kukaa nyumbani wakati ni asome, na unatarajia aja afanye mtihani, unatarajia akifanya mtihani atoke na kitu gani? Nataka sisi tuwe kitu kimoja. Naomba, lengo lako wewe kupeleka mtoto shule si aende Aka, akafanya tu mtihani fom fo. Ah, lengo lako wewe kupeleka shule ni kwamba kesho huyo atakuwa mtu tofauti ambaye anaweza kujitegemea yeye mwenyewe, mm. Kama ni kuandika tu jina basi, hakuna haja ende shule mm. Na wazazi wenzangu, ninajua kabisa wizara iko na taratibu zake iko na polisi mtoto asifukuzwe shule hiyo. Ninajua jana, nilichukua wakati wangu nikaenda kwa minis, nikajiuliza wale watoto ambao ikifika form four hawataki kuingia darasa, wanangojea tu siku ya mtihani waandike jina tu, mambo yasonge, watoto wale tutawafanya nini? Na hilo lilijiri ni wakati tulipokuwa na mkutano juzi hapa. Sheria polisi ya serikali inasema hata awe hajaanga kwa darasa huyo hastahili kufukuzwa, sawa. Lakini je, wewe kama mzazi, tumaini lako ni nini? Hii ya kwamba mtoto hajaingia darasani mwaka mzima, na unajua kabisa hajaingia darasani mwaka mzima, wewe tumaini lako ni nini kwa huyo mtoto? Nini kwa nini sisi tukiwa kama wazazi hatuwezi tukachukua jukumu sisi wenyewe? Serikali itamtetea mtoto wako? Sahihi, kwa sababu yeye yuko shule. Unatarajia serikali itamtetea mtoto wako akishatoka shule? Nyinyi mnajua haswa hapa jutu, hapa tumekuwa hapo, isipokuwa ni serikali hii ya national government, tumeua wazee wangapi hapa hapa juju? nagombajerebulo mzee ana wawa anasingiziwa ni mchawi, na kumbe sababu ni hiyo, shamba watu wanataka wauze, ndivyo sivyo? na sasa huu ambao tuna haya tunayafanya, hamuyaoni kwamba yakielekea hapo? sikagomba kwa sababu ya ukali, ninakagomba nina uchungu Ninajua umuhimu wa elimu. Wacha mtoto amalize, akose kazi hata kwa sawa na yule ambaye kwamba hakupata nafasi ya kusoma vizuri. Kwa hivyo basi, hawa watoto leo hatuko nao hapa, tunazungumza kama wazazi, na mimi ninamshukuru waze wazazi, manake ingekuwa ni kwingine tungekuwa hapa tumeitana majina, tungekuwa tumetukanana tungekuwa tumefanya nini, lakini tumezungumza kiutu uzima. Kuna lalamishi principal limetokea hapa.